Darasa lilikuwa kimya kabisa, wanafunzi wakisikia sauti ya kalamu zao zikichora kwenye daftari. Huku mbele ya darasa alisimama mwalimu maarufu wa hesabu aliyejulikana kama Ticha Bado. uso wake ulikuwa mkali na mara zote alikuwa akijifanya anajua kila kitu, lakini ndani ya moyo wake aliishi na wivu na hasira zisizofichika. Alitembea huku na kule darasani akipiga rula mezani kwa nguvu. Kila mwanafunzi alimwogopa maana alikuwa na tabia ya kutishia kila mmoja aliyeshindwa hesabu zake akiwaita wazazi bila huruma. Hii siku ilikuwa tofauti kwa sababu mbele ya darasa kulikuwa na mgeni mpya ambaye angebadili historia ya shule nzima. Mwalimu mmoja mwenzake alifika akiwa amemshika mkono kijana mmoja mrefu mwenye macho yenye akili na uso wa amani. Akasimama mbele ya wanafunzi na akasema, Watoto leo tunaye mwanafunzi mpya anayejiunga nanyi, jina lake ni James. Darasa lote likashangaa, macho ya kila mmoja akimwangalia yule kijana kana kwamba ni kitu cha ajabu. James aliinamisha kichwa taratibu, akatabasamu kwa heshima, kisha akakaa benchi la nyuma bila kelele. Ticha bado alimtazama kwa macho ya juu chini, akihisi kama amemwona mshindani wa binti yake Salome. Alijua ndani ya moyo wake kwamba kijana huyu hangeacha mambo kama yalivyokuwa awali. Muda ulisonga, mitihani ilikaribia, na bahati mbaya kwa Ticha Bado, James alikuwa kipaji cha hali ya juu. Aliandika majibu yake kwa uhakika, macho yake akionyesha ujasiri wa mtu asiyewahi kushindwa. Wanafunzi wengine walibaki wakimshangaa, lakini yeye hakujali macho ya watu. Alijua lengo lake ni moja tu, kusoma na kufika mbali. Matokeo yalipotoka, jina lake lilikuwa namba moja likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya karatasi ya matokeo. Salome, binti wa Tichabadu, ambaye siku zote alikuwa akiongoza alishika nafasi ya pili. darasa lote lilimshangilia James, ila upande wa Tichabadu, moyo wake ulijaa moto wa chuki. Tichabadu alirudi nyumbani usiku ule akiwa amekasilika sana. aliingia sebuleni akamkuta binti yake Salome akilia machozi akimdondoka mashavuni. Salome akamwambia baba, Siamini kama nimeachwa na huyu James mimi, nilikuwa namba moja kila wakati, sasa ananitia aibu mbele ya kila mtu. Ticha bado akamshika mkono akamwambia, usilie mwanangu, huyu James mimi nitamfundisha adabu. Hata kama ana akili, sitaruhusu akupite. Nataka uhakikishe wewe pekee ndo unakwenda Marekani. Hapo baba na binti wakaungana na njama, wakiapa kwamba James atakiona cha mtema kuni. Shule hiyo ilikuwa na siri kubwa ambayo kila mwanafunzi aliiwazia kwa hofu na tamaa. Kila mwaka wazungu waliokuwa wafadhili wa shule walichagua mwanafunzi mmoja bora zaidi kumpeleka kusoma Marekani, wakiwa wanagaramia kila kitu mpaka akimaliza masomo yake. Fursa hiyo ilikuwa ndoto ya kila mwanafunzi, na kila mmoja alitaka kuwa bora zaidi. James alipokuja na kuonyesha uwezo wake, kila mtu alijua ndoto hiyo sasa imemkaribia lakini Tichabadu na binti yake waliona nafasi yao ikiibiwa moja kwa moja. Kuanzia hapo, maisha ya James shuleni hayakubaki vile vile. Tichabadu alianza kumfanyia visa vya ajabu, mara anamtoa nje wa darasa kwa kisingizio kidogo tu, mara anamnyima maxi kwa makusudi kwenye mitihani yake, na wakati mwingine hata kumdhalilisha mbele ya wanafunzi wenzake. James alibaki akiumia, lakini ndani ya moyo wake alijiambia, hii ndoto lazima nitaipigania mpaka mwisho siwezi kurudi nyuma kwa sababu ya chuki za mtu. Macho yake kila mara yalikuwa yanawaka tamaa ya mafanikio hata alipokuwa akifukewa. Salome naye alionekana kila siku akiwa na uso wa kujidai. Alikuwa anapenda kumcheka James kwa dhihaka, akimwambia maneno ya kumkatisha tamaa, James usifikiria kuna unaweza kunipita, hii shule imekuwa yangu na baba yangu ndiye mwalimu wa hesabu, usidhani utatoboa. James alimwangalia kimya kimya, moyo wake ukiwa na hasira lakini akijua hataki kumjibu, maana aliamini matendo yake darasani ndio yatakuwa jibu tosha. Muda ulisonga na mitihani ikarudi tena. James alijitahidi masomo yote kwa nguvu, lakini kwenye somo la hesabu alipewa maksi chache kwa makusudi. Ticha bado aliandika sifuri kwenye karatasi yake, akijua akimfelisha angalau kwenye somo moja atashindwa kushinda nafasi ya kwenda Marekani. Lakini James hakuwa mtu wa kukata tamaa akaendelea kujituma kwenye masomo mengine na matokeo ya jumla yakamrudisha tena nafasi ya kwanza. Chuki za ticha badu zikazidi na moto wa hasira ukaendelea kumchoma. Hali hii ikawa kama vita isiyoisha. James alijua kila siku akiamka asubuhi kwamba leo kutakuwa na mtego mpya. Hata alivyoingia darasani, macho ya mwalimu yalikuwa yamejaa dharau, na kila mwanafunzi alihisi kuwa James anateseka bila sababu, lakini bado kila mara aliposhika kalamu na kuandika, akili yake ilikuwa inamulika kama taa gizani. Alijua lazima awe namba moja. Usiku mmoja akiwa amekaa mezani kwake nyumbani, James alishika daftari lake na kulisoma tena na tena. Alijua kesho kutwa ilikuwa mitihani ya mwisho na kila jicho lilikuwa linamsubiri. Hapo ndipo moyo wake ulianza kuingiwa na wasiwasi, akasema kimoyomoyo, Hivi hawa watu wataniruhusu kweli kufikia ndoto zangu? Au watatafuta njia nyingine ya kuniangusha? Moyo wake ukauma sana, lakini akaapa, sitaachia nafasi hii. Hii ni zawadi yangu kutoka kwa Mungu. Kesho yake alifika shuleni akiwa tayari na matumaini. Lakini wakati wa mapumziko alipoingia darasani, aligundua begi lake halipo. Alipekua kila kona, akauliza wenzake, lakini hakuna aliyemjibu. Macho yake yakaja juu kwa hasira, akamgeukia Salome ambaye alikuwa amekaa upande wa pili akitabasamu kwa dharau. James akasogea pale kwa hatua nzito, akamwambia kwa sauti ya juu, Salome, begi langu liko wapi? Mbona halipo mezani? Maneno hayo yakasikika darasa zima na muda huo huo, mlango ukafunguka ghafla, Ticha Bado akaingia kwa hasira. Akamkuta James amesimama mbele ya binti yake, uso wake umejaa hasira, mikono yake ikitetemeka. Kabla hata hajamuuliza kilichotokea, ticha bado akapiga kofi kali usoni kwa James akisema, wewe ni nani mpaka umsimamie mwanangu namna hii? Hata unataka kumpiga leo? Nimeamini kabisa wewe si mwanafunzi wa kawaida, bali ni mjeuri usiyeheshimu. Darasa lote likaingia kimya, kila mwanafunzi akibaki kushangaa kwa hasira zaidi, ticha bado alimtoa James nje ya darasa akampiga magoti juani, kisha akaenda kumchongea kwa headmaster akisema James amempiga binti yake. Wakati huo jua lilikuwa kali, mawe yakimchoma magoti, lakini James hakuwa na uwezo wa kuzungumza. Moyo wake ulikuwa unalia, macho yake yakimtoka machozi. Wanafunzi walipita wakimtazama, wengine wakimcheka, wengine wakimwonea huruma, lakini hakuna aliyeweza kumsaidia. Akiwa amekaa pale machozi yakitiririka, ghafla mwalimu mmoja aliyekuwa akipita akamwona, akasimama mbele yake, akamuuliza kwa sauti ya upole, James, kwa nini upo hapa sasa? Umefanyaje mpaka ukalazimishwa magoti? James akamwangalia kwa macho yaliyojaa uchungu, sauti yake ikatetemeka, akasema, mwalimu, sijafanya kosa lolote, nimeuliza tu begi langu, na walionibeba ndo hawa hawa wanaotaka kunimaliza kila kitu nilichopigania sasa kinaharibiwa. Macho ya mwalimu yakaonyesha mshtuko, akajua kabisa kuna fitina kubwa inayoendelea. James alibaki akimwangalia yule mwalimu kwa macho yaliyoloa machozi, akihisi kama kwa mara ya kwanza kuna mtu angeweza kusikia kilio chake. Sauti yake ilitetemeka, akamwambia mwalimu, mimi sijafanya lolote baya, kila siku nasumbuliwa kwa sababu ya ushindi wangu darasani, na sasa wanafanya kila mbinu ili nishindwe kusoma na nipoteze nafasi ya kwenda Marekani. Maneno yale yalimgusa sana yule mwalimu, moyo wake ukawa mzito kwa uchungu. Akajua hapa pana njama kubwa inayosukwa na ticha bado dhini ya mwanafunzi huyo asiye na kosa. Akainama, akamnyanyua James kwa upole, akamwambia usijali kijana, mimi nitakusaidia kisiri, lakini lazima uwe jasiri maana safari yako bado ndefu na vitahisi rahisi. James akasikia mwanga mdogo moyoni mwake, akajua bado kuna watu wachache wenye moyo wa utu akaendelea kukaa kimya, akajua akijaribu kuongea zaidi atasababisha mambo kuwa mabaya zaidi. Wakati huo Ticha Bado alikuwa akirudi na furaha akidhani mpango wake umefaulu. Aliingia na tabasamu la kinafiki akimwambia mwalimu mwenzake, huyu kijana ni mjeuri sana, lazima afundishwe nidhamu. Lakini mwalimu yule aliyemsaidia James akajifanya kimya, akaweka siri moyoni mwake kwamba atasimama kama ngao ya kumlinda James dhidi ya fitina hizi. Siku zikasonga hali ya James shuleni kazidi kuwa ngumu kila mara alipokuwa darasani Ticha Badu alikuwa akimtafutia kosa mara anamtolea nje bila sababu mara anamnyima nafasi ya kufanya mazoezi wanafunzi wengine walishangaa kuona kila kitu kinaelekezwa kwa James, lakini kwa sababu walimwogopa Ticha Badu hakuna aliyethubutu kusema ukweli Salome naye kila mara alikuwa akimcheka akimfokea mbele ya wenzake akijiona kama ndiye malkia wa darasa lakini James hakukata tamaa Alijua kwamba mchezo huu ungeisha siku moja. Usiku moja, akiwa amekaa mezani akijisomea, James alifungua daftari jipya alilokuwa amekabidhiwa na yule mwalimu aliyemsaidia. Ndani yake kulikuwa na maswali mengi ya majaribio, yakimpa nafasi ya kujifunza zaidi. Kwa siri, aliweka moyo wake wote katika daftari hilo, akijua hiyo ndiyo silaha yake pekee dhidi ya chuki za Ticha Bado. Aliendelea kusoma mpaka macho yake yakawa mekundu, lakini moyo wake ulikuwa na matumaini mapya alijua kwamba kama kuna mtu atakayejaribu kumwangusha basi Mungu atamsimamisha tena. Lakini siku nyingine shuleni hali ikawa mbaya zaidi. Wakati wa mitihani ya majaribio James aliingia darasani akiwa na ujasiri, lakini mara tu alipokabidhiwa karatasi ya hesabu akashangaa. Makaratasi yake akiwa ya yameanikwa vibaya, maswali akiwa ya yamefutwa kwa wino. Alimwangalia ticha bado akidhani ni makosa ya kawaida, lakini mwalimu huyo akamtazama kwa tabasamu la kejeli akimnong'onoza leo utaona. James akahisi tumbo lake linageuka, lakini hakuonyesha hofu, akaendelea kujibu kadri alivyoweza. Wakati matokeo ya majaribio yakitoka, ticha bado alimuita mbele ya darasa, akamwambia James, wewe sio mtu wa kushindana na Salome, angalia kwenye hesabu umefeli vibaya, wewe hufai. Wanafunzi wengine wakabaki kimya, lakini ndani ya mioyo yao walijua kabisa James siyo wa kawaida. Hata baada ya kufeli kwa makusudi kwenye hesabu bado alibaki namba moja kwa jumla kutokana na masomo mengine. Hali hii ilimchoma ticha bado kama msumari moyoni, akajua sasa lazima afanye kitu kikubwa zaidi ili kumwangusha. Siku ya mtihani wa mwisho ilifika, shule nzima ikawa na hali ya taharuki. Wanafunzi walikusanyika mapema, wakiwa na vitabu vyao wa mikononi, wakipiga mahesabu ya mwisho kabla ya kuingia darasani. James alifika taratibu, akitembea kwa upole, lakini moyo wake ukiwa na hofu kubwa hakuwa na daftari lake wala begi la kusomea, lakini moyoni mwake alijua alikuwa na kitu kikubwa zaidi. Alikuwa na bidii na matumaini aliyojifunza kisiri na yule mwalimu aliyemsaidia. Macho ya kila mwanafunzi akamwangalia kana kwamba ni mtu aliyekwisha kufaa ndoto zake, lakini ndani ya roho yake kulikuwa na moto mkali. Ticha bado alikaa ofisini kwake akijipiga kifua. Alimuita Salome akamwambia, mwanangu, usihofu tena, huyu James hawezi kushindana nawe, safari hii ushindi ni wako. Salome akatabasamu kwa maringo akijiona tayari ameshashinda tiketi ya Marekani, lakini hawakujua kabisa kwamba James alikuwa ameshaandaliwa kwa siri, akijua zaidi ya yale waliodhani wameyaharibu. Wakati wanafunzi walipoanza kupewa karatasi za mitihani, James alikamata kalamu yake kwa nguvu, kana mtu anayeshikilia upanga vitani. Alitazama maswali moja baada ya jingine, moyo wake ukipiga kwa kasi, lakini kichwa chake kikiwa wazi. Akaanza kuandika majibu yake kwa ujasiri, akifuta hofu zote alizobebeshwa na ticha bado. Kila mstari alioandika ulikuwa kama jibu kwa chuki alizopewa, kila hesabu aliyomaliza ilikuwa kama ushindi mdogo dhidi ya vikwazo vyote. Alijua huu ulikuwa mtihani wake wa maisha. Ticha Bado alitembea kati ya viti, macho yake akimtazama ya James. Kila mara kila alipomwona akiandika kwa haraka, moyo wake ulijawa na hasira. Alikuwa akitarajia kumwona amekaa kimya akishimba kufanya chochote, lakini kinyume chake, James alikuwa akiandika kana kwamba daftari lake halijawahi kupotea. Mwalimu akajiambia moyoni, huyu kijana lazima ana msaada wa siri, nitahakikisha anafeli kwa namna nyingine macho yake yakawa mekundu, moyo wake ukipiga kwa chuki zaidi. Baada ya mitihani kumalizika, shule nzima ikawa na wasiwasi. Wanafunzi walitembea makundi makundi, kila mmoja akijadili maswali yaliyoulizwa. Salome alitembea kwa majivuno akiwaambia wenzake, safari hii nitakuwa wa kwanza, James hana lolote tena. Lakini moyoni alikuwa na hofu kidogo, maana alimwona James akiandika kwa ujasiri. Alijua kuna jambo lililomkwepa. Lakini kwa sababu aliamini baba yake atapindua matokeo, aliendelea kutembea kifua mbele. Siku ya kutangaza matokeo ilipofika, wanafunzi wote walikusanyika uwanjani, macho yao yakielekea jukwani. Headmaster alisimama na bahasha mkononi, uso wake ukiwa makini sana. Ticha Badu na Salome walikaa mbele kabisa, tayari kwa shangwe. James naye alisimama nyuma, moyo wake ukidunda, akijiuliza kama kwale jitihada zake zimeonekana. Upepo ulivuma taratibu kila mwanafunzi akihisi muda umesimama. Headmaster akafungua bahasha akavuta karatasi kwa upole, kisha akaanza kutangaza nafasi ya kwanza: mwanafunzi atakayechaguliwa kwenda Marekani. Sauti ya headmaster ikasita kidogo, wanafunzi wakapiga kelele za kusubiri. Tisha bado akamshika binti yake mkono kwa nguvu, akiamini jina lake litasikika. Lakini kwa mashangao ya kila mtu, headmaster akasema kwa sauti kubwa, James. Wanafunzi wakapiga kelele za shangwe, baadhi wakapiga vigelegele. Uso wa Salome ukabadilika ghafla, machozi yakamjaa, akashindwa kuamini masikio yake. James akainuka taratibu, macho yake yakiwa na machozi ya furaha. Alihisi moyo wake ukifurahi kama hajawahi kufurahi kabla. Alitembea hatua kwa hatua kuelekea jukwani. Kila mwanafunzi akimpigia makofi. Alipofika mbele, headmaster akamshika mkono akamwambia, "Hongera James, ujasiri wako juhudi zako, na moyo wa kutokata tamaa vimekuleta hapa. Wewe sasa ndio fahari ya shule hii." Maneno yale yakamgusa sana, machozi yakamtiririka. Alijua Mungu hajamwacha. Wakati wanafunzi walikuwa akimshangilia ticha bado alikaa kimya, macho yake akimwangalia James kwa chuki, lakini moyoni alijua hakuwa na nguvu ya kumzuia tena. Salome akalia kwa uchungu, akijisikia kama dunia imeanguka juu yake. James akageuka bila kumwangalia, moyo wake ukivunjika akijua ndoto zake zimepotea. Safari ya James ikawa ni funzo kubwa kwa kila mwanafunzi. Kila mmoja alielewa kuwa dhuluma na fitina haziwezi kushinda haki na juhudi. James akaondoka akiwa na matumaini mapya, akiahidi moyoni kwamba ataendelea kusoma kwa bidii na kurudi siku moja akiwa mtu mkubwa zaidi. Wanafunzi wote waliona mfano hai kwamba mtu maskini asiye na msaada mkubwa anaweza kushinda majaribu yote na kufanikisha ndoto zake. Na huu ndo nakuwa mwisho kabisa wa story yetu. Tafadhali tuandike maoni yako hapo kwenye comments. Je, unadhani ticha bado katendewa sawa baada ya kuhangaika kumwandaa binti yake kwa kipindi kirefu, halafu James aliyekuja juzi juzi tu anachukua nafasi ya binti yake? Usiache kutoa maoni yako, kucomment, kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time, bye. Bye.